Tafsiri kumi na moja za ndoto zinazohusiana na meno kwa siku ya leo, tutakwenda kuziangalia tafsiri kumi na moja za ndoto zinazohusiana na meno. Kwa kawaida meno husaidia katika kufanya shughuli mbalimbali kama vile kutuwezesha kutafuna, lakini pia kutuwezesha kuzungumza vizuri asili kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto hizi zinazohusiana na meno, lakini wengi wamekuwa hawajui zinaashiria vitu gani? Leo nimekuandalia tafsiri kumi na moja za ndoto zinazohusiana na meno. Kabla hatujaendelea na somo hili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 na mambo mengi sana ya kujifunza. Zifuatazo ni tafsiri kumi na moja za ndoto zinazohusiana na meno. Namba moja, ukiona jino lililooza ndotoni, ukijiona ndotoni kati ya miongoni au miongoni mwa meno yako lipo jino ambalo limeoza. Ndoto hii huashiria unawaza vibaya, lakini pia ndoto hii pia huashiria unazungumza vibaya, na mazungumzo hayo yanaleta mauti juu ya kitu Ndoto hii inaashiria kuwa mazungumzo unayozungumza yanaweza yakaleta mauti kwenye mahusiano yako. Mfano, yanaweza yakapelekea mahusiano yako yakavunjika. Ndiyo maana ukianza kuota ndoto ya na namna hii unajikuta meno yako mengine ni masafi, lakini miongoni mwa, mwa, mwa, mwa, mwa meno yako kuna jino ambalo limeoza. Ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo unavizungumza na vinaleta madhara kwenye maisha yako. Kuna vitu vibaya ambavyo unavizungumza au kuna kauli ambayo unaitumia na kauli hiyo inaleta mauti kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 14 na mstari wa 12 imeandikwa, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa hiyo ndoto hii inaashiria Mungu anahitaji uzungumze vitu vya uzima na sio vitu vya mauti, lakini uh, tafsiri ya pili Kujiona ndotoni meno yako yanadondoka au yanapokutika. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto namna hii, wanajiona ndotoni meno yao yanadondoka au yanapokutika. Unakuta mtu anaweza kuota ndoto kizungusha ulimi, unaona meno yako yanapokutika. Ndoto hii huashiria kupoteza hekima na maarifa na uelewa juu ya jambo fulani kwenye maisha yako, lakini pia ndoto hii huashiria kushindwa kujizuia au kujidhibiti. Ndio maana mtu anayeota ndoto ya namna hii, mara nyingi unakuta mtu anakuwa anajiona anakuwa anaota ndoto ya anguka na kabla hajafika chini anaanguka kutokea hewani, kabla hajafika chini, unakuta labda anashtuka. Kwa kujiona ndotoni meno yako yanapanga, yanaanguka, inaashiria kuwa utaingia kwenye kipindi cha msongo wa mawazo stress. Lakini ndoto namna hii, kujiona ukiona meno yako yanapukutika au yanadondoka, ndoto hii pia huashiria utaingia kwenye kipindi cha msongo wa mawazo, kipindi kigumu, kipindi cha stress. So tunatakiwa kuomba. Lakini pia ndoto namba tatu, kujiona ndotoni unapengo. Ukijiona ndotoni unapengo ndoto hii huashiria kupoteza au kukosa maarifa juu ya jambo fulani kwenye maisha yako, lakini pia ndoto hii huashiria kuna kitu uh, umepungukiwa kwenye maisha yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa tano imeandikwa nukuu, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala kemei naye atapewa. Kwa hiyo ukijiona ndotoni pengo, una pengo, yaani ukaona kuna jino moja limimisi, umekosa jino fulani, au kuna jino una pengo pengo. Nadhani kila moja anaelewa. Ukijiona ndotoni una pengo, ndoto hii inaashiria utapoteza kitu, uh, kuna kitu umepungukiwa kwenye maisha yako, kuna jambo ambalo umepungukiwa kwenye maisha yako. So ni muhimu kuanza kuomba Mungu akupatie katika jina la Yesu. Lakini pia ndoto nyingine, kujiona ndotoni umevaa meno bandia ukajiwa ndotoni umevaa meno bandia, ndoto hii huashiria ukikubali kitu ambacho sio sahihi kwa maisha yako. Tafsiri ya kwanza, ndoto hii inaweza kaashiria ukikubali, kuna kitu ambacho umekiruhusu ume, ume umekubali ume kitu ambacho sio sahihi kwa maisha yako. Lakini pia ukimwona mtu ndotoni amevaa meno ya bandia na anazungumza na wewe, uashiria anachozungumza na wewe sio sahihi. Unasoma kwenye kitabu cha Efeso 4 mstari 25, basi uweni uongo mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana, kwa maana tu viungo kila moja kiungo cha mwenzake. Ukijaa ndotoni unaongea na mtu ambaye amevaa meno ya bandia, ukimwona amevaa meno ya bandia, ndoto hii naashiria kile jambo au a, vitu ambavyo anakusemesha mtu huyo au anavyokuambia mtu, mtu huyo sio sahihi. Kwa hiyo ukimwona mtu amevaa meno ya bandia ndotoni na anazungumza na wewe, yamkini unamfahamu, yamkini ni mchumba wako au mpenzi wako au mtu ambao wa karibu, unamwona amevaa meno ya bandia na anazungumza na wewe, ndoto hii inaashiria vitu ambavyo anazungumza mtu huyu, anazungumza vitu ambavyo mtu huyo anakusemesha sio sahihi, havina kweli ndani yake. Lakini namba tano, kujiona ndotoni meno yako yanauma. Ukijiona ndotoni meno yako yanauma unajikuta e, eh, unasikia maumivu ndotoni ya meno yani e, unasikia maumivu ndotoni ya meno. Ndoto hii inaashiria kuna jambo litatokea ambalo litakupa maumivu kwenye maisha yako, lakini pia ndoto hii huashiria vitu ambavyo, uh, unavitafakari, vinaweza vikasababisha maumivu juu ya maisha yako. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo uh, vitatokea. Eh, ndoto ukijiona na ndotoni meno yako yanauma, unasikia maumivu ya meno. Ndoto hii huashiria kuna jambo litatokea ambalo litakupa maumivu kwenye maisha yako lakini pia ndoto hii huashiria vitu ambavyo unavitafakari vinaweza vikasababisha maumivu juu yako. Lakini tafsiri nyingine ya ndoto ambayo inahusiana na meno kujiona ndotoni meno ya njano. Kujiona ndotoni unayo meno ya njano ndoto hii huashiria kutokuwa safi kiroho. Wathesalonike wa Kwanza sura nne na mstari wa saba imeandikwa, maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Kwa hiyo ukijiona ndotoni, nazungumzia ndotoni, una meno ya njano, ndoto hii huashiria kutokuwa safi kiroho. Lakini pia ndoto namba saba, ukijiona ndotoni, jino lako linangolewa, ndoto hii ina tafsiri mbili. Ukijiona ndotoni, jino uh, lako linangolewa linangolewa, ndoto hii huashiria kuna jambo baya ambalo Mungu analiondoa kwenye maisha yako Ukiona ndoto ya namna hii, ukijiona ndotoni jino lako linang'olewa. Sasa hapa inategemea mazingira ya ndoto hii. Ukitaka kujua tafsiri ya ndoto hii, inategemea na mazingira. Je, hilo jino lilokuwa linang'olewa lilikuwa ni zuri au hilo jino lilikuwa ni bovu au lilikuwa lilikuwa limeoza? Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia hivyo. Kwa hiyo ukijiona ndotoni jino lako linang'olewa uko Miputano, vizuri kabisa unameno lakini ukila unaona jino lako na ngolo, ndoto hii inaashiria kuna jambo baya ambalo Mungu analiondoa kwenye ma maisha yako, lakini tafsiri pia ya ndoto hii, ndoto hii huashiria kuna jambo ambalo utalipoteza kwenye maisha yako. Lakini pia kujiona ndotoni unasafisha meno yako, unayasugua, unayasafisha meno yako, ndoto hii huashiria kuna vitu ambavyo unabidi uviondoe kwenye maisha yako ili uwe salama. Ukijiona unapiga mswaki, unasafisha meno yako, kitu hii inaashiria kuna vitu ambavyo unabidi uviondoe kwenye maisha yako ili salama. Kuna vitu natakiwa uvisafishe uviondoe, uache kuvizungumza kabisa, ili uendelee kubakia salama. Ndoto hii pia uashiria mazungumzo unatakiwa uyaache, kuna mazungumzo unatakiwa uyaache kabisa. Mathayo 12:34 imeandikwa, enyi wazao wa nyoka mawezaje kunena mema mkiwa wabaya, maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo ukiota ndoto uh, unasafisha meno yako. Ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo unabidi uviondoe kwenye maisha yako ili uwe salama. Lakini pia kujua ndotoni jino lako linatingishika, ukajua ndotoni jino lako linatingishika, kiwalisia unajikuta meno yako ni mazima kabisa, lakini ndotoni ukilala unaanza kuona jino lako linatingishika. Ndoto hii huashiria kukosa, uh, kukosekana kwa utulivu kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii inaashiria kukosa utulivu wa kihisia au wa kiroho. Yakobo sura ya kwanza mstari wa nane mtu wania, mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake mbili. Kwa hiyo ndoto hii inaashiria umekosa, kuna utulivu ambao umeukosa kwenye maisha yako, umeukosa juu ya jambo fulani kwenye maisha yako, kuna utulivu umeukosa. Kwa hiyo ndoto hii pia huashiria unaweza ukapoteza kitu cha thamani sana kwenye maisha yako. Inaweza kawa ni kazi, inaweza kawa ni mahusiano. Kwa hiyo ukija ndotoni uh, jino, lina, linatikisika. Ye, ukijua jino la tingishika. Ndoto hii inaashiria unaweza kupoteza kitu cha thamani sana kwenye maisha yako, unaweza kupoteza mtu wa thamani sana kwenye maisha yako uh, unaweza kupoteza kitu cha thamani sana kwenye maisha yako. Inaweza ikawa ni kazi, inaweza ikawa ni mahusiano, inaweza kusababisha, ndoto hii inaashiria mahusiano inaweza kuvunjika na kadhalika. Lakini pia kujua ndotoni una meno meupe sana, ndoto hii inaashiria kuwa na moyo msafi, lakini pia ndoto hii inaashiria mtu huyo, uh, mtu huyo huzungumza maneno ya hekima. Ukamwona mtu ambaye ana meno masafi ana meno meupe, yani meno meupe sana, manake mtu huyo anachozungumza ni sahihi na mtu huyo anazungumza maneno ya hekima. Lakini pia kujiona ndotoni meno yako yamevunjika, unajiona jino lako limevunjika, ukaona meno yako yamevunjika, ndoto hii inaashiria kupitia magumu kwenye maisha ya mtu huyo, utapitia maisha maumivu. Ndoto hii pia inaashiria unayo maneno ambayo sio sahihi kwa msikilizaji wako unayo maneno ambayo yanaumiza, yanamuumiza mtu mwingine. Lakini pia ndoto hii huashiria ya kupitia magumu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuota ndoto hii, kama ni mbaya, ni muhimu kupata muda wa kutosha wa kuomba, sio kuisha kuwasimulia watu. Hapana, unatakiwa upate muda wa kutosha wa kuomba. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe katika channel yetu, ili uendelee kujifunza mambo mengi zaidi lakini pia kama umependa somo hili basi hakikisha una like video hii. Mungu akubariki, wa tukutane wakati ujao, nikutakie wakati mwema.